Bibilia imejawa na hekima ya Mungu. Kila mstari, kila neno, kila nukta ina maana kubwa sana, lakini mara nyingi zaidi huwa tunajikita sana kwenye ujumbe mkubwa na tunasahau kuwa kuna maelezo madogo madogo ambayo kipea tensheni vizuri, yanaweza kufunua ukweli wa ajabu uliofichwa kwenye mstari husika. Sasa tena, mara nyingi hii hutokea pindi mtu anapoanza kutazama kwa umakini zaidi lugha na muktadha wa maandiko yenyewe. Sasa leo, hembu tuangalie mstari huu maarufu sana unaotumika hasa kwenye ndoa na mahusiano, ndiko katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 18: si vyema mtu huyu awe peke yake. Tunatumia mstari huu mara nyingi sana kwenye maharusi, mahusiano wakati mwingine zaidi, tukiongelea uzuri wa upendo na maisha ya pamoja, na ni kwa kweli ni jambo la kuvutia sana. Kuna kitu kidogo kwenye huu mstari ambacho wengi hukikosa, na kikieleweka vizuri kinabadilisha maana kabisa ya huu mstari. Mungu hakusema si vyema mtu kuwa peke yake, badala yake mstari huu alisema si vyema mtu huyu kuwa peke yake. Hiki kifungu cha mtu huyu ni muhimu sana. Haimaanishi ni mwanaume yoyote tu, ila inamaanisha aina fulani ya mwanaume. Kwa hiyo ili tuelewe maana halisi hapa, tunahitaji kujiuliza mtu huyu ni nani? Kwa kipengele hiki, alikuwa akizungumziwa Adamu. Kwani Adamu alikuwa ni mtu wa aina gani kabla ya kupewa mke wake. Sasa hembu tuchunguze hatua kwa hatua maisha ya Adamu kabla ya Hawa. Bwana Mungu akamtwaa mtu akamweka katika bustani ya Edeni, Mwanzo 2:15. Neno Edeni kwa lugha ya Kiebrania lina maana ya mahali pa pekee uwepo, na ni mahali ambapo uwepo wa Mungu ulikuwa duniani, hii ikiwa ina maana ya kwamba kabla ya kupokea mke mwanamume anahitaji kuwa katika uwepo wa Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 15 imeandikwa hivi, aifanye kazi na kuitunza bustani. Neno la kiebrania kazi hapa linaitwa abad, likimaanisha kutumikia, kufanya kazi kwa bidii, au kuabudu kwa vitendo. Kazi ya Adamu haikuwa kuchimba na kuwapa wanyama majina tu, ilikuwa ni huduma ya kiroho pia. Kwa hiyo kila mwanaume anahitaji kuwa na kazi, kusudi na ajue anamtumikia nani, kabla ya kuwa na mke. Katika mtalo wa 16 na 17 inasema hivi: uwe huru kula kutoka kila mti, lakini usile kutoka mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Adamu alipokea amri ya Mungu kabla ya Hawa kuumbwa. Hii inawafundisha watu wengi kwamba mwanamume anahitaji kulijua neno la Mungu, kulitii na kufundisha kabla ya kuwa kiongozi wa familia. Lakini pia kipengele kingine, Adamu alipewa jukumu la kutunza bustani. Hii ina maana ya kwamba ni kuilinda, kuisimamia na kuleta kilicho bora kutoka kwenye kile Mungu alichompa. Mwanamume wa kweli ni mwalimu, mlinzi, mlezi wa vitu vya Mungu. Sasa kwani Bibilia inasema si vema mtu huyu kuwa peke yake? Sasa mtu huyu ni mtu gani? Ukisoma vizuri maandiko kama tulivyokwisha kuyachambua, ni mtu ambaye anaishi katika uwepo wa Mungu, ana kazi ya maana inayohusiana na kusudi, anajua na anatii neno la Mungu, ana uwezo wa kulinda, kufundisha na kutunza, ana ukomavu wa kiroho na uwajibikaji. Ni mtu huyu pekee ambaye Mungu alisema si vyema awe peke yake. Sasa kwani hapa kuna onyo gani? Kama mwanamume hana hizi sifa, huenda ni kwa busara zaidi akaendelea kuwa peke yake kwa sasa. Maana bila uwepo wa Mungu, bila kazi ya kusudi, bila neno la Mungu na bila ukomavu wa kiroho, hata ukuwa tayari kwa uhusiano wa kweli wala ndoa ya kimungu. Tunahitaji kuwa na akili ya kutafakari kwa kina sana. Tunaposoma maandiko lazima tujiulize kwa hekima na busara, je, ni kwa nini shetani anapambana sana na ndoa? Moja ya vitu ambavyo shetani anachukia mno duniani ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke chini ya uongozi wa Mungu Baba. Embo, angalie kwa umakini, wakati Adamu alikuwa peke yake shetani hakuonekana. Hakuna vita, hakuna vishawishi lakini balaa linaanza mara tu hawa alipoletwa. Ndipo shetani anaingia kwenye historia ya kujaribu kuvuruga mpango wa Mungu. Sasa shetani atafanya kila awezalo kuzuia ndoa isifungwe, na ikifungwa atapambana kuivuruga, kuileta mafarakano ndani ya nyumba, uzinzi, majeraha na kutoaminiana. Na hata akikosa kuvunja ndoa, atajaribu kuvuruga kizazi, watoto uzao ndoto, mipango na familia nzima. Na katikati ya haya yote, msingi ni baba. Mwanaume ndiye msingi wa kiroho wa nyumba, akitetemeka, nyumba yote inatetemeka. Wanaume wenzangu, hebu tujiulize kwa busara tu, wewe ushangai kwa nini leo talaka zimeongezeka? Ushangai kwa nini watu wanaona fahari kusema nimeachana au nimeachwa? Kwa nini kuna ongezeko la masingo madha na masingo fadha wengi Mungu hakuweka mpango wa mtoto kulelewa na mzazi mmoja kamwe. Na je, haujawahi kushangaa hili ndugu yangu? kiwa single hakuna anayekuona, lakini pindi tu unapoingia kwenye ndoa ni kama unang'aa ghafra, kila mtu anakutazama, kila mwanamke anaonekana kuvutiwa na wewe, wengine hata hawakuiti, wanajileta. Hiyo ni sababu moja. Ndoa ni uwanja wa vita, na kuingia kwenye ndoa ni kuingia vitani. Njia pekee ya kupona ni kubaki ndani ya uwepo wa Mungu, kulijua na kulishika neno lake, na kulifundisha kwa mkeo na kizazi chako. Angalia Mfalme Suleima, kabla hajaanza kutawala, hakutaka utajiri, hekima, wala silaha. Aliomba moyo wa kuelewa na busara. Na si nasielewa, hatuwezi kufaulu katika ndoa, familia na kizazi bila ya hiyo busara. Kwa hiyo kweli, si vyema mwanaume huyu apeke yake. Lakini kinyume na hapo, kama mwanaume huyo hana hizo sifa, ni bora kwa busara abaki peke yake. Kifungu hiki kidogo cha mtu huyu kinaonyesha kwamba Bibilia ina hekima ya kina mno. Tukisoma kwa makini kuangalia muktadha, tutajifunza mambo makubwa sana. Kabla ya kuingia kwenye uhusiano wowote, jiulize, je, mimi ni mtu huyu ambaye Mungu alisema hapaswi kuwa peke yake? Je, niko katika uwepo wake, ninajua kusudi langu, naijua neno lake? Na kama bado, basi bado kuna kazi ya kufanya ndani yetu wenyewe. Mungu hataki tu ndoa, anataka ndoa iliyo ya haki yenye msingi wa kiroho.